Kremlin imetangaza leo kuwa Urusi iko tayari kusaidia kutatua mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Irani kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehrani, wakati ambapo Marekani inaonya kuwa Irani ikikataa makubaliano mapya inaweza kukabiliwa na mashambulizi ya anga. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa mazungumzo ya karibu na Irani yanaendelea na Urusi itaendeleza juhudi za upatanishi kwa njia ya kisiasa na kidiplomasia. Na nukuu, katika mashauriano yetu ya mara kwa mara na Irani tunajitahidi kuchangia suluhisho la amani, amesema Peskov. Rais Donald Trump aliondoa Marekani kutoka kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao uliweka mipaka kwa shughuli za kinyuklia za Irani kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo. Irani, kwa upande wake, imesisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na haikusudii kutengeneza silaha za nyuklia. Huku hayo yakiendelea, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergei Ryabkov, ameeleza kuwa vitisho vya kijeshi vya Trump vinavyochochea hali ya wasiwasi wasi na vinaweza kusababisha madhara makubwa katika eneo hilo. Wakati huo huo, afisa mwandamizi wa Irani ametoa onyo kwa nchi zinazohifadhi majeshi ya Marekani kuwa zinaweza kuwa shabaha iwapo mashambulizi yataanzishwa. Urusi, licha ya kuepuka ukosoaji mkali wa Marekani, inaonekana kujitahidi kuweka usawa katika siasa za kimataifa, huku Rais Vladimir Putin akionyesha nia ya kurejesha uhusiano mzuri na Marekani. Imeandaliwa na Helen Mdinda. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.